katika mji wa Berkane pale nchini Morocco ni mtanange wa kombe la shirikisho ambao umetoka kuikutanisha klabu ya soka ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia kweli kweli. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania umeweza kuvutiwa na kiwango ambacho Simba wameweza kukionyesha mbele ya RS Berekene licha ya kupoteza, like video yetu alafu tuende kwenye comment section, katuambie kuelekea katika mchezo wa marejiano. Je, Simba wataweza kufanya comeback na kuweza kushinda mbele ya RS Berekene? Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana katika kipindi cha kwanza, ambapo tunashuhudia Simba Sports Club hawakuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza kwa sababu Simba waliweza kuruhusu mabao ya mapema. Tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya RS Berkane katika dakika ya nane kupitia kwa mshambuliaji wao Mamadu Lamine Kamara ambaye anacheza eneo la kiungo mkabaji, kutokana na kona ambayo ilipigwa na Hamza Elmasul. Kwa upande mwingine akaweza kuiandikia klabu ya soka ya RS Berkane bao la kwanza. Tunashuhudia kwa upande mwingine klabu ya soka Simba Sports Club, mara baada ya kutanguliwa katika kipindi cha kwanza, tunashuhudia Simba hakuwa na utulivu. Tunashuhudia katika dakika ya kumi na nne yaani dakika sita mara baada ya Simba kuruhusu bao, tunashuhudia klabu ya soka ya RS Berkane kupitia kwa mshambuliaji wa Osama Lamu akaweza kuiandikia klabu ya soka ya RS Berkane bao la pili, kutokana na pasi nzuri ambayo ilipigwa na Imadi Riai, na kwa upande mwingine mpaka halftime, klabu ya soka ya RS Berkane walikuwa kifua mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Na shuhudia, katika kipindi cha pili klabu ya soka Simba wakarejea slogan yao, ilikuwa ni kuzuia kuto kuruhusu bao, huku klabu ya soka ya RS Berkane wakaendelea kupushi mashambulizi, lakini ndio hivyo, mnyama Simba akaweza kufunga milango yake katika kipindi cha pili mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya RS Berkane wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi dhidi e, ya kikosi cha timu ya soka ya Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza fainali kombe la shirikisho barani Afrika kwa sasa. Sasa, mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane kumalizika na klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri kupitia katibu mkuu wa wizara ya sanaa, utamaduni na michezo ambaye ndiye msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Gerson Msigwa, ambaye kwa upande mwingine yupo chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu ambaye ndiye amekuwa akitoa zile fedha za goli la mama, kwa upande mwingine ameweza kufunguka na kusema hivi, hii imepita, rudi nyumbani, tujipange, tunawamudu. Thank you Simba Sports Club. This was tough, akimaanisha kwamba anawashukuru Simba, mchezo huu haukuwa rahisi, rais ulikuwa ni mgumu, lakini ndio hivyo, Simba warudi nyumbani wajipange, lakini wanaamini kwamba wanaamudu klabu ya soka ya RS Berkane. Kwa hiyo ujumbe kutoka kwa msemaji wa serikali chini ya mwenyekiti mwenye ambaye kwa upande mwingine ni Gerson Msigu, ambaye yuko chini ya serikali ya mama Samia Hassan Suluhu, lakini kupitia kwa shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF. Kwa upande mwingine, tunashuhudia CAF wao wanafuatilia mashindano haya kwa ukaribu. Cha kwanza, wameweza kuwa posti klabu ya soka ya RS Balkane, kisha wakaandika hivi, final Balkane 2025 leading, wakimaanisha kwamba klabu ya soka ya RS Balkane wanaongoza katika fainali hii ambayo imefanyika mwaka 2025, lakini kuishia hapo, kaandika hivi. RS Berkane in charge wakimaanisha kwamba RS Berkane wanaongoza katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza. Je, wakasema hivi, Simba Sports Clubu may it make a comeback wakimaanisha kwamba Simba wanaweza kufanya comeback kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane ili Simba aweze kuweza kwenda kubeba ubingwa huu anatakiwa kushinda angalau mabao matatu kwa sifuri pasipo kuruhusu bao lolote, ama kushinda mabao mawili kisha kwenda hatua ya mikwaju ya penati. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club kwa mujibu wa CAF wanauliza Simba wanaweza kufanya comeback katika mchezo unaofuatia. Je, kama ni mdau wa soka, Simba wanaweza kufanya comeback? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.